Kupitia kazi yangu ya kuisha mambo mbalimbali ya watu ya maisha katika eneo la uchumi, nimegundua ya kwamba tatizo la watu wengi si kipato kidogo, isipokuwa tatizo ni kutegemea chanzo kimoja cha pesa. Na ukitegemea mshahara mmoja, biashara moja au sadaka pekee, hapo hautakuwa salama kabisa. Sasa leo nitakupatia njia za vitendo za kukusaidia kukuza kipato chako. Na ukweli ni huu: hakuna njia ya haraka ya pesa ya halali bila mambo yafuatayo: bila kuwa na ujuzi, bila kutoa huduma, bila kuwa na thamani. Kwa sababu hata Mungu hubariki kazi ya mikono, sio ndoto pekee. Sasa ukiongeza thamani kwenye mambo yako, kipato chako pia kitafuata kuongezeka. Sasa njia ya kwanza kabisa ya kuongeza kipato chako hakikisha unaongeza ujuzi unaolipwa na hapa, utaanza kwa kujiuliza tu maswali yafuatayo. Utajiuliza kwa mfano, ni kitu gani ninazoweza kukifanya ambacho watu wako tayari kulipia? Nini ninaweza nikakifanya ambacho watu wanaweza kulipia? Kwa mfano, unaweza ukawa unafundisha unaweza ukawa unafanya coaching kama mimi au unafanya ushauri kama mimi. Unaweza ukawa unafanya ujuzi mbalimbali mbali kwa kile ambacho huenda umejifunza au huenda ni kipaji ulicho nacho. Sasa una, unajiuliza maswali ni nini ninaweza nikakifanya ambacho watu wako tayari kulipia, kwa sababu ujuzi mmoja unaweza kuwa chanzo cha kipato cha pili. Unaweza ukawa umeajiriwa, lakini kutumia ule ujuzi wako ukapata chanzo kingine cha kipato. Kwa hiyo hakikisha unaongeza ujuzi ambao utakulipa na njia ya pili ya kuongeza kipato chako, badilisha kile ulicho nacho kuwa biashara. Na hapa watu wengi wanaweza wakawa wana vipaji, wana ujuzi, wana elimu, wana mambo mbalimbali, lakini huenda wakashindwa kuyageuza kuwa biashara. Sasa usiseme tu, sina mtaji. Angalia kile ambacho uko nacho. Kwa mfano, unaweza ukawa labda una simu, unaweza ukawa unafanya content au biashara za mtandaoni. Unaweza ukawa unafanya, unafanya ushauri au tuition kwa kutumia chumba ulicho nacho. Unaweza ukafanya huduma za usafirishaji kutumia gari ulionao. Unaweza ukafundisha wengine kupitia elimu na ujuzi ulionao kwa sababu biashara bora huanza na rasilimali ulionayo tayari. Biashara bora haianzii na kitu ambacho utaazima, kitu ambacho hauna, kitu ambacho itakubidi ukitafute. Biashara bora inaanzia na kile ulicho nacho hapo hapo ulicho nacho, na ndiyo maana hata kwenye Biblia tunapata mafunzo ya watu wengi waliokuwa na hofu ya mambo makubwa ambayo yalikuwa nafuata, na waliulizwa, una nini? Una nini? Una nini? Una nini? Una nini mkononi mwako? Kwa hiyo kile ulicho nacho bado unaweza ukakigeuza, badala ya matumizi ya kila siku ukafanya biashara, kukunia kile kile ulicho nacho. Njia ya tatu, huduma ndogo zenye mahitaji makubwa sasa watu wengi wanapenda idea kubwa, watu wengi wanapenda mawazo makubwa, lakini pesa iko kwenye matatizo madogo madogo ambayo yanarudiwa rudiwa. Yaani vitu vidogo vidogo ambavyo vinarudiwa rudiwa ndivyo pesa zilivyo, ndivyo pesa hufuata, ndivyo pesa huonekana. Na ndiyo maana usishangae kuwaona mtu kama Mo Balesa na watu wengine ambao wanafanya biashara kwa ukubwa sana kwenye maeneo ya Tanzania ambao ni mabilionea ambao ni wafanyabiashara tunawaita wakubwa, lakini hawa hao wanauza mpaka pipi, wanauza mpaka vitu ambavyo unaweza ukamwambia kijana mdogo afanye na asifanye, akaona mbona hiki ni kitu kidogo. Lakini ni kwamba vitu vidogo vidogo ndivyo ambavyo vina mahitaji makubwa. Sasa hakikisha unafanya huduma yako ndogo ambayo ina uhitaji mkubwa kwa sababu tatizo dogo kuongeza watu wengi ni sawasawa na kipato. Sasa njia ya nne ya kuongeza kipato chako ni kwamba ongeza mapato ndani ya kazi ulizonazo, ongeza mapato ndani ya kazi ulizonazo, kwa sababu watu wengi hutaka kazi mpya badala ya kuongeza ufanisi kwenye kile kile alicho nacho. Ile ile kazi ulionayo, ongeza ufanisi pale pale ulipo ongeza majukumu pale pale ulipoendelea kutoa thamani ukifanya zaidi ya kile ambacho umeajiliwa kufanya unaweka nafasi ya kupandishwa mshahara unaweka nafasi ya kupandishwa cheo unaweka nafasi ya kuaminika zaidi kwa hiyo hiyo hiyo huduma yako tunasema add value kwenye hicho hicho ambacho tayari umeshakipata na njia ya tano ni dumisha fedha ulizozipata. Sasa pale ambapo umeshakusanya mapato yako, kile kile ambacho umekipata, hakikisha unaongeza kipato chako kwa nidhamu na matumizi matumizi ma, ma, ma, ma, mazuri na sahihi kabisa ya fedha zako. Kwa mfano, andika kabisa matumizi yako, alafu ukapunguze kabisa anasa zilizokuwa za muhimu alafu uweke akiba kidogo kidogo, hata kwa hicho kipato ulichonacho. Alafu tenganisha pesa ya biashara na pesa ya matumizi, kwa sababu kipato huongezeka kwanza pale ambapo nidhamu imetanguliwa na sio kiwango. Kwa hiyo kupitia hicho hicho ulichonacho na kile kile unachokipata weka nidhamu nzuri ya matumizi ya fedha yako na epuka makosa makubwa kabisa haya. Ili kipato chako kuweza kuongezeka, hakikisha kabisa unaepuka kukopa bila mpango. Hakikisha kabisa unaepuka kukopa bila mpango. Alafu hakikisha kabisa usianzishe biashara yoyote kwa pupa. Lakini pia hakikisha unakataa pesa ya haraka haraka. Lakini pia hakikisha unafanya mambo bila kuiga, fanya biashara bila kuiga. Lakini pia hakikisha unakwepa kuacha kazi bila chanzo mbadala, kwa sababu acha kazi uone ilivyo kazi. Kupata kazi ni kazi. Pesa haipendi fujo, inapenda utulivu. Sasa huwezi kuomba kipato chako kiongezeka kupitia tu maombi isipokuwa unaweza kuongeza kipato chako kwa thamani ambayo unaiongeza katika maisha yako. Sasa hatua ya kufanya leo, chagua ujuzi wako tu mmoja, alafu anza kuutumia wiki hii. Usisubiri mpaka uwe na mtaji mkubwa, kwa sababu fedha inamfuata mtu ambaye anatatua matatizo, mtu ambaye hayaombei matatizo. Eh, kuna jua da, Mungu tuepushe na balaa. Mungu tuepushe na jua la da. No, Mungu ameweka jua da ili uuze ice cream, ili uuze feni, uuze ice, uongeze kipato chako. Usisahau kulike kucomment, kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu jamaa na marafiki, ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya. Kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii, kiuchumi, mahusiano, afya ya akili, ofisi zetu zinapatikana Makumbusho, Dar es Salaam, Millennium Towers, Floor ya kwanza, Office namba ishirini, Vicious Therapy. Pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online. Book your sessions katika namba na zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika akaunti zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. Wa mtumishi wa Mungu Endson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali ikiwemo Mtu yoyote asikudharau. Dharau. Kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii, lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha mirathi na mtazamo wa kiroho, kisaikolojia na kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi kwa kuangalia upande wa kiroho, kisheria lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba na unazoziona kwenye skrini yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima. Karibuni sana.